Ni bonanza la michezo lililohusisha jumla ya vijiji kumi vinavyounda jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Burunge kwa lengo la kuhamasisha wananchi kujitokeza siku ya Oktoba 29 mwaka huu, ikiwa ni haki yao kikatiba. Naamini kila mmoja anajua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, si ndio? Jamani, na uchaguzi wenyewe utafanyika tarehe 29. Sasa wewe ambaye ulijiandikisha kupiga kula, ndio mda mwafaka wa kwenda kuchagua kiongozi anayekufaa. Wako wengi, ngazi ya urais, kuna ngazi ya ubunge, kuna ngazi ya udiwani. Kwa wewe mwananchi, kwa akili zako, baada ya kusikiza sera zao, utaangalia ni nani ambaye anakufaa uweze kumchagua, kwa sababu kura ni siri. Kwa hiyo ndugu wananchi, tunaomba mjitokeze kwenye uchaguzi huo utakaofanyika tarehe ishirini na tisa. Nimeambiwa kwamba kwa kweli, naomba nikupongeze sana kwa hili lengo ambalo naona ni lengo, pamoja na mambo mengine, lengo kubwa sana. Unajua, uhifadhi ndio ambao unachochea maendeleo katika hivi vijiji kumi. Hivi vijiji kumi vina maendeleo makubwa sana ya kijamii, ya kimiundombinu, tofauti na vijiji vingine na hii imeletwa kwa sababu ya uhifadhi ambao mmekuwa mnaufanya. Nimeambiwa kwamba mtakapokuwa mnaendelea na zoezi hili, pia kutakuwa na kuchangia damu. Tunajua kabisa kwamba damu huwa inahitajika kwa ajili ya wenzetu ambao wako mahospitalini. Kwa hiyo pale ambapo kutakuwa na wenzetu wa afya, tafadhali, ndugu wananchi wa, wa vijiji kumi na vijiji jirani tunaomba mshiriki kwenye zoezi la kuchangia damu itakapokuwa inafanyika michezo kwenye vijiji vyenu. Kwa majina, mimi naitwa Eric Laiselani ndio mwenyekiti wa jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Burunge. Sisi kama Burunge tumeamua kuanzisha bonanza kwa malengo makuu kadhaa, ikiwa lengo la kwanza ni kuileta jamii karibu, kwa maana kwamba jamii ifahamu Burunge WMA inafanya nini, lakini pia ni kuhamasisha jamii juu ya maswala ya uhifadhi lakini pia kuileta jamii karibu kwa maana ya kwamba kuitengenezea jamii kuibua vipaji. Tunategemea ndani ya bonanza hili tuibue vipaji mbalimbali. Timu ambazo zilizoko hapa ni za vijiji kumi. misi Burunge WMA tunaundwa na vijiji kumi vijiji wanachama na kata tatu tunashindanisha kwenye mashindano haya, tujapokuwa ni mwanzo ndo tunaanza lakini kwa kiasi kidogo tulichotenga cha fedha kwa maana ya zawadi, kiasi cha shilingi milioni nne na laki nane kwa makundi yote mawili, timu wanaume na timu ya, ya, ya wanawake. Kwa maana mshindi wa kwanza, mshindi wa pili na mshindi wa tatu atapata, lakini hatukuishia kwenye zawadi za, za fedha kama fedha. Tumeongeza zaidi na kuboresha kuona tutoe ishu za mpira, ishu ya jezi, tutoe ishu ya makombe na zawadi mbalimbali. Mimi kama mchezaji wa mashindano haya ninashukuru sana kwa sababu michezo ni afya, michezo ni ajira lakini pia michezo inatuunganisha pamoja na inafanya upendo na amani, tunaishi pamoja katika kijiji hivyo. Mimi kwa, kwa umuhimu wa michezo hii nawashukuru sana jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Burunge kwa sababu amefanya kitu cha maana sana katika jamii. Wewe leo tukiangalia nchi zingine hatuoni mambo kama haya, kwa hiyo kwa, kwa sisi katika vijiji vyetu hivi tumefurahi sana na tunawaomba kwa mwakani bonanza kama hili liongezeke zaidi. Kwa majina anaitwa Josefina Paskali Majengo, ni mkazi wa kijiji cha Mwada. Nimefurahi sana kwa jumuiya hifadhi pori ya wa wanyama Burunge kwa kuleta michezo, maana michezo ni ajira, michezo ni afya, na pia michezo ni, ni kitu ambacho jamii nakipenda, na leo tumekutana watu wa vijiji kumi, na pia michezo hii inatuhamasisha sisi, kama tumeamua kuhifadhi mazingira yetu tuwe rafiki na wanyama, hususani wanyama kama pundamilia. Kwa sasa tunaishi nao majumbani, hivyo tunahamasishwa tuwapende wanyama, tutunze mazingira na pia michezo ni ajira.